kwa hiyo ku, ku comply na tunaenda vizuri mpaka sasa hivi hivi. Hongereni sana, hupo toka, toka jana asubuhi. Hongera <muraya> hey, sana. Hongera na pole haya, hongereni sana, hongereni kwa kazi nzuri. Mefurahi kuona askari wetu bado wana ari, wana moyo